mzee. Haleluya, asante sana. Kuna ujumbe unaosema kwamba si kila baya ni baya. Kuna mabaya mengine yanakuja na mema. Askofu uh, mkuu kama singepita kwenye pito hili, tungekuwa na kitabu hiki anahisi kitabu hiki watu wakisoma napona ngoja nisome andiko tu sihubiri nasoma andiko tu katika kitabu kile cha habakuki sura ya pili bwana sura ya pili mstari wa pili bwana akanijibu akasema iandike njozi ukaifanye iwe wazi sana katika vibao ili aisomaye apate kuisoma kama maji. Nitikia amina, Amen. Tuna njozi ambayo ambayo uh, wakati amba, ambayo askofu wetu mkuu ameamuriwa kuiandika kuyand, kuyand, ameamua kuiandika na kwamba kila asomaye aisome kama maji. Kwa vile nimeahidi kwamba sihubiri, siwezi kufafanua zaidi, lakini kumbuka kwamba tunaenda kuzindua kitabu hiki ambacho kimeandikwa na askofu wetu mkuu Dr. Barnabas Mtokambali. Sasa, kwa mamlaka niliyopewa kama mhubiri wa Injili, leo hii na kwenda kuzindua kitabu hiki maalum ambacho kimeandikwa na askofu wetu mkuu uh, Dr. Barnabas Mtokambali wa kanisa la Tanzania Assemblies of God, kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na watu wote tuseme amen. Fungua tuni ilichomo ndani yake, kwa kweli kitabu kizuri sana inasema, Mungu anaponya hata leo hata sasa hata kesho. Kitabu hiki kinauzwa mm. bei kama ilivyotangazwa, lakini viwili hivi, watu wenye furaha kuliko mwingine yoyote nataka aje achukui kimoja, kati ya hiki au wawili wenye furaha kupita wote hapo, naomba njoo, chukua kimbia, tu maadamu wewe una furaha kuliko wote. Ehe, hao wawili Laki moja kitabu hiki. Haya, askofu kutoka kule Kigoma kaskazini anakichukua kwa laki moja. Mama yangu, hao ndio wenye furaha kubwa katika kongamano hili, au wapo wengine? Haya, nipe vitabu. Kumbe wako wengi bwana. Nipe vitabu, nipe vitabu. Kwa nini mmenipa viwili eh? Maana kwa kweli kuna watu wanasema haiwezekani, wawili tu, tuwaleta vitabu vingi. Haya, <coughs> haya eh? Mama Dondo ni kati ya watu wenye furaha kuliko wote. ah, mmeniangusha nyie wenye vitabu tena, unaona vingine vinatolewa. Nyi watu wenye vitabu mmeniangusha, hiki hapa uh -huh. Hii hela iko hapa hapa, laki moja. Hiyo laki moja, wenye furaha kuliko wote, naomba mje hapa, wenye furaha kuliko wote. Laki moja ya pili, mpe yule, mpe yule pale, yule. Haya, chukua. Mwenye laki moja ajaya askofu mwenyewe wa jimbo hili ambapo tunafanyia tukio haya, laki moja. Tunaomba tuambie, tunataka keshkeshi, maana furaha leo ikipoa, <laughs> wala hakuna mtu wa kufuatilia. Tunataka keshkeshi, kama una kesh hapa nipatie laki moja. Namwona Askofu Dr. Lawrence Kameta anasema, mimi ninauha bwana, jambo kama hili ingetokeaje eh? nani mwingine, njoo chukua Laki moja askofu Sosi, asante sana bwana. Kwa kweli naonekana umefurahi hiyo <laughs> hapo anachukua. Jamani, juu kilaki kwani nini, nini kalaki ndio nini? Kama kweli umefurahia limuujize hili, kalaki ni nini? Sante bwana, sante askofu ngrisi. Mungu akubariki. Laki moja, laki moja nani mwingine yule pale? Anakuja ndugu yangu Lubua Lubua, asante bwana. Namuona mwingine anakuja akinyatanyata, amemaanisha naenda kusalimia <laughs> ndiyo bwana, nawe ningekukosa ningekushanga. Kuna watu nawakosa hapa, naanza kuwashanga, naanza kuwashangaa. Nataka niendelee kushangaa. laki moja laki moja aliyefurahi sana asante mama, mi nitakuja tu kwa kweli, kwa mbele ya laki. Mama barozi asante sana, laki moja. Wengine wanafikiri nachukua kumi kumi, hapana, nachukua laki laki. E bwana, asante laki. Yeah, ah, mimi nimenunuliwa kwa sababu ya kusema sema hapa yeah. <laughs> <laughs> asante jamani, kumbe ukifanya kazi ya Bwana malipo ni hapa hapa, wala sio mbinguni tu, mara mia hapa hapa. Mi sikujua kama leo naweza kupata kitabu hapa laki moja. Askofu Kalai, chukua kitabu chako baba. Namwona mama anakuja hapo, mama Mjaki, laki moja. Naomba jamani, we hujafurahi. Ni hivi watu wanapokuja, kuna wengine furahi, nazidi kupanda panda hapa peleka mpe huyo, pokea laki moja. Nimesema wakati ukiwa na furaha ndio unalipa hapo hapo, tukikuacha upoe tu tutakupoteza, kwa sababu utaikuwa umeshaitenda dhambi. Kwa hiyo tunaomba ukiwa moto moto hivi vituletee jamani. Vipi, mko hoi? Basi tumalize vilivyopo hapa hivi, maana sio vizuri vitoke madhabahu ni virudi. Ndio Askofu moreli Mpe hapo laki moja, mpe Askofu Moleli na upokee. Ndio mama, asante sana. Laki moja, munisaidie kunipelekea laki mama, laki, <coughs> eh, laki, laki, laki. <coughs> laki. Jamani, munipokelee kwa Askofu Moleli huko. Dokta Mbwilo unaongea nini? baada ya kupokea hela ulete hapa bwana eh? Sante bwana, sante bwana Naomba na wewe anza kuja, usingoje. Nani anakusanya hapa? Lazima nimjua naye kusanya. <laughs> Sina shaka na mtu najua hapa, waliojua hapa wote wameokoka. Laki moja eh, ile inakuja mama huyu wa kwanza na sasa anaendelea eh? Ngoja kwanza. Ah, nalipa mama, asante, asante ah, sana. Alikuwa moja wa kwanza. Sasa e, kuna laki moja zimeshatumwa. <coughs> Haya, unaweza kutuma kwa namba hiyo ifuatayo. Ni si, si, si, si, kitabu 0782 172 900, si 782 mia moja sabini na mbili mia tisa. Jina wema kuni aya kituma humo utapata kitabu hiki bila shida yoyote, ikiingia tu tena. Hii ni fursa pia, ni watu mmekaa kule, mnamuona askofu kwa mbali, msije mkatoka hapa mkasema tulimuona mtu amefanana na mtoka mbali. Sasa njia ya kukaribia hapo, nampungia na mkono, karibia, chukua laki moja hapo hapo <laughs> unatoa laki na unampungia mkono waskofu, haya bwana. Mi kazi yangu yes. Nimekamilisha Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru. Sante Bwana kwa ajili ya kitabu hiki.